Mbali na hayo hisia zinazidi kutolewa kuhusu mtafaruku unaozidi kutokota katika chama cha ODM, huku mahakama ikisitisha hatua ya kufukuzwa ama kufurushwa kwa Edwin Sifuna, baadhi ya viongozi kutoka eneo la Magharibi wameonekana kumuunga mkono Sifuna, wakiapa kuhakikisha hatatimuliwa katika wadhifa huo. Siku ya leo nataka niongee mambo ya Sifuna huko Nairobi na mambo ya ODM. Sifuna ni kijana wetu. Nataka niambie wale watu wa ODM, bila Sifuna there's no ODM tena. Nataka nishukuru koti, amesema ya kwamba on 26th mention itakuwa huko Nairobi. Nataka niambie watu wote wa ODM na wenye walikuwa wamependa Baba na wenye walikuwa wanapenda, wenye wanapenda Sifuna, On 26 tukutane hapo kotini. Tutakuwa na kodi mbili, session moja itakuwa nje, ingine itakuwa ndani, tuone who is being supported more than the other. Na sisi kama Waluya lazima tusimame na kijana wetu Sifuna. Amefanyia watu hawa kazi mingi sana. Sifuna amefanya ODM imesimama kwa hii miaka yote na baba alikuwa amependa Sifuna sana, kwa sababu alikuwa na msimamo mmoja tu. Alisema ODM must be, must have one spokesman, na Raila alikuwa anasema kama Sifuna ameongea ODM imeongea. Na Sifuna anasema hii mambo yenye wanasema, mambo ya kuungana government, hiyo msali fanya, lakini wanaweka mambo mengine yenye sisi tujasikia, Sifuna jasikia Adam, familia ya Raila Omolo Odinga haijasikia, eh sasa tunasema wajana, kijana yetu aendelee na hiyo kazi, na kama mnataka, mnasema anatoka ODM tutahama na ODM, tutamwajia tutamwajia bila ODM kwa sababu tuko na vijana nyuma yake, ya kwetu ni very supportive. Hata sisi watu wa Western angalau tunasema tunatembea na government kwa sababu kijana wetu Raila au aoema lakini kijana wetu mwenye amekuwa yeye mtu wetumwenyamikwakoodmtulimtuma huko, eh, mambo yakishindikania huko tunaenda huko, tunaenda huko, but for now we are saying, that is our son as people of western province and as as leaders we are saying Sifuna must remain as the General Secretary of ODM in this country. Otherwise, countryw sisi watu to to travel mabuses tukutane kotini. Na watu wa Nairobi penye mzee ODM imekuwa live area. Watu kutoka Kibera, yeye mtakane mambo ya magari kutembee tukutane hapo kotini on 26 tujue kodi yenye takuwa nje itakuwa for Sifuna ama watu wengine wenye wanataka kula hawa.